sasa nikianza kuzungumzia mmoja mmoja tutachukua muda. Itoshe, kwa hivyo itoshe kwamba miradi inayoonekana kwamba mridhie, ya kwamba ahadi tulizozitoa mwaka 2020 tumezitimiza. Tumekuja kwenu kuomba mtuchague tena ili tufanye makubwa zaidi ya 2025 hadi 2030 panam La pili, nataka niseme kwamba ninatambua changamoto zilizokuwepo katika maeneo haya, kwa maana ya jimbo hili na jimbo jirani, kwenye upande wa barabara. Natambua kwamba kuna mahitaji ya ujenzi wa barabara za ndani, ambazo sisi mkandarasi tayari tunaye, kazi yake ni kuendelea kujenga barabara za ndani Unguja na Pemba hapa najua kunahitajika barabara ya Kinuni skuli hadi Kwarara. <laughs> Natambua kunahitajika vile vile barabara kutoka Fuoni Mambo Sasa hadi Tavika magari ya mchanga. Ndugu yeah, zangu, ahadi yetu ni kwamba barabara hizo tutazijenga kwa kiwango cha lami shida katika hilo na wakandarasi wako kazini. Ni wakati tu, muda ukifika mtawaona katika jimbo leno hili wakifaa wakitengeneza barabarani. Kwa upande wa elimu, naambiwa kuna mahitaji ya skuli ya msingi pale Tomondo Uzi na Kimuni, lakini vile vile kunahitajika skuli ya maandalizi Kijitoupele, mashine ya maji. hivi karibuni tumeingia mkataba kwa ujenzi wa shule mpya 29, shule mpya zile za kisasa, sio hii mabanda ya skuli. Ah, shule za ghorofa 29. Nimepokea maombi haya, tutaangalia mgao ili tuweze kukupateni na nyinyi skuli za kisasa za ghorofa. Tumaini yangu ni kwamba nikuona Zanzibar anaendelea kung'ana naendelea kuwa bora zaidi kuliko nilivyokuwa before, kwa sababu tunamwamini Dr. dokta Mwinyi anaweza kufanya, kwa sababu tayari ameshafanya zaidi na zaidi na zaidi, amebadilisha <cansi> Zanzibar kwa kiwango kikubwa sana, tuwezo tukaangaa, tunao miundombinu ya kisasa katika sekta za afya, elimu, barabara Mwinyi ni mzuri na tunafanywa kazi na ziko vizuri sana. Tunamshukuru Mungu. Mungu amjalie mitano tena yeye na mama Samia.